Habari yes, yako, uko poa? Kwa mara nyingine tena Dr. John hapa naongea kutoka GYD Herbals, na leo na dawa moja tu ambayo nataka niwatambulishe kwenu. Dawa yenyewe inahusika na mfumo mzima wa pumuaji. Hii hapa. Yes. Dawa hii inaitwa Kifua Syrup Plus. Ni tiba dawa asilia kutoka GYD Herbals ambayo imetengenezwa kwa mchanganyiko wa kalafuu, masega ya asali, pilipili mtama, tangawizi na mafuta mchaichai. Dawa hii inahusika na mfumo mzima wa pumuaji nikimaanisha respiratory system. Dawa hii inatibu na kukinga maradhi sugu ya kifua cha kubana, kifua laini, kifua cha pumu, mafundofundo au tonsils, kifua kikavu na mafua. Vile vile dawa hii inaondoa nikotini kwa wale watumiaji wa sigara. Kama una allergy ya feni, vumbi, moshi, perfume kali wa chafu, aidha una mgandamizo katika mapafu tumia dawa hii. Na matumizi yake anatumia mtu mzima na mtoto. Kwa mtu mzima kabla ya kutumia hakikisha unaitikisa kwa sababu dawa hii ni ya kimiminika. Sawa, unatikisa tumia. Vizibo hivi hapa viwili asubuhi, viwili mchana, viwili jioni, baada ya kutikisa. Kwa mtoto vivyo hivyo, tumia kizibo kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, kutwa mara tatu. Dawa hii inapatikana GYD Herbals kwa punguzo kubwa la bei na inapatikana kwa jumla na rejareja.